Amen, amen amen. Nataka kwanza ujiangalilia hapo, unaona hiyo saa eh? Bwana asifiwe kila mtu wako salama. Niko salama na mshukuru Mungu, maana amekuwa mwema na mwaminifu sana kwangu. Leo ni siku ya juma pili kwa Easter eh? Abao ni siku ile Yesu aliweza kufufuka. Yesu hayuko kaburini, Yesu amefufuka hayuko kaburini, amefufuka. Nataka kuongea juu ya upendo wa Yesu, upendo wako na Yesu, na nataka tuchukue mfano wa wanawake ambao walienda kaburini kabla siku haijapambazuka. Acha usome maandiko navo. Siku ya kwanza ya Juma, alfajiri na mapema, hiyo mapema alfajiri na mapema wale wanawake walichukua yale manukato yaliyokuwa, waliokuwa wameiandaa wakaenda kaburini, wakakuta lile jiwe limevirishwa kutoka kwenye kaburi, lakini walipoingia ndani hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipokuwa wanasangaa juu ya jabu hili ghafra ghafra watu wawili waliokuwa wamevaa mavazi yanayong'aa kama umeme wakasimama kaburini karibu. Sori nao, wa, nao wale wanawake wakaingiwa na hofu wakainamisha nyuso zao mpaka chini, lakini wale watu wakawaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni aliyowaambia alipokuwa bado yuko pamoja nanye huko Galilaya ya kwamba ilikuwa lazima Mwana wa Adamu atiwe mikononi mwa watu wenye dhambi na waovu ili asulubishwe na siku ya tatu afufuke. Bwana asifiwe. Nataka tufikirie, nimewambia Yesu amefufuka, hayuko kaburini. Hawa ni wanawake walioenda kaburini asubuhi na mapema, kabla asubuhi kupabazuke, masaa kama haya, walienda pale kaburini. Maandiko inasema walibeba manukato ili waende wakaupake mwili wa Yesu. Nataka ujiulize, hii manukato walioya walioibeba ilikuwa ni manukato ya pesa ngapi? hawa wanawake walishikana na wakanunua manukato wakaiandaa vizuri ili waende wakapake mwili wa Yesu. Kumbuka, kati ya hawa wanawake mmoja wao ndiye aliyekuwa amemwandaa Yesu kwa manukato ya bei ya juu sana. Maandiko inasema yule mwanamke alipasua chupa ya mafuta ambao bei ya hiyo mafuta ilikuwa inatosha mshahara wa miaka ngapi? Miaka mbili, contract yako yote ile mwanamke mmoja alipasua, akampaka Yesu na kampanguza kwa nyele yake, ilikuwa inatosha miaka miwili. Nataka uniambie saa hii, hao wanawake kabla kupambazuke wameenda kaburini, walibeba manukato ya pesa ngapi? Wameshikana wa mama kadhaa, wakaada manukato mazuri, waliandaa manukato ya pesa ngapi? Ni upendo gani hii walikuwa nayo, walimpenda Yesu? Je, wewe uko na ule upendo wa dhati na Yesu? Asubuhi ya leo Yesu amefufuka, nataka ndani yako ndani yangu upendo ukainuka ndani yetu asubuhi na mapema ule upendo ulikuwa na wale wanawake. Wacha ukaingia ndani yetu tukampenda Yesu. Mara mingi tunasikia uchungu wa kumtolea Mungu wetu, lakini hao wanawake waliandaa manukato wali ya bei ya juu. Sijui wewe umefikisha wapi upendo wako na Yesu. Hao wanawake walimpenda Yesu, hawa ndio walienda kuhubiri Injili wakiwa wa kwanza kwa sababu walimpenda Yesu. Je, wewe uko na ule upendo wako na Yesu? Kuna upendo ndani yako naomba kwa ajili Yesu amefufuka wa wacha ndani yako kukafufuke upendo. Wacha ndani yangu kukafufuke upendo nikampende Yesu. Tusisikie uchungu kumpa Yesu chochote, tusisikie uchungu kumuomba, tusisikie upe uchungu kutoa hata mali yetu, tusisikie uchungu tunapomtumikia huyu Yesu. Kuwe na upendo wa dhati kati yetu na Yesu na sio upendo tu wa wetu na Yesu, pia upendo wa wapendwa wenzetu. Wamama walishikana, je, leo mnaweza tunashikana? Tuko na ule upendo watu walisahau? Moja akiondoka, tunaongea maneno yake. Tuwe na ule upendo wa kweli, tushirikiane pamoja tunapomtumikia Mungu. Wamama leo ni yenu, watu ndio mwifikishia wa injili hii, lakini hawakusadiki mpaka wakaenda pale wakajionea, na waka wakaambiwa, wakasadiki. Sisi ndio tulisuhudia kufufuka kwa mwokozi wetu Yesu Kristo, maana tulikuwa na upendo wa dhati. Wacha uwe na upendo wa dhati na Yesu, maana amefufuka. Mungu awabariki. Happy happy Easter, tuwe na upendo wa kweli na mwokozi wetu. Asante.